U ya kuipatia nchi uchaguzi huru na wa haki. Sasa hiyo kesi ilisema vilevile. Kitu pekee ambacho tume haiwezi kaojiwa ni pale inapokuwa imetenda kazi zake au imetimiza wajibu wake kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania na sheria zilizowekwa. Lakini kama pale inapokuwa imekiuka imekiuka kile ambacho katiba inasema na kile ambacho sheria za nchi zinasema basi matendo hayo yanapingika na yanaojika sasa kama mtu anaelewa kifungu cha mia moja sitini na mbili cha sheria ya uchaguzi wa raisi wa bunge na madiwani na, na, na, na, na kinaipa tume haki ya kuchapisha haki ya kuchapisha e, kanuni za, za, za, za, za uchaguzi, lakini haitoi, haitoi haki ya, ya, ya tume kuzuia mtu yeyote yule e, au chama chote kile kushiriki katika siasa au katika uchaguzi. Kanuni zinadai kwamba e, sheria inadai kwamba kila chama kisaini saini zile kanuni za maadili. Lakini kanuni ambazo tumeletewa na ambazo zinatakiwa zimesainiwa zim, zim, zim siku ya Jumamosi zenyewe kwanza zinasema, na, na taomba niwasome ili Watanzania wote wajue na waanze kujiuliza, je, haya ambayo tume ina imesema ambayo mkurugenzi Kailima ameyasema, je, yanaashiria kitu gani? Kanuni ya moja, moja, moja nukuta tatu inasema muda wa, wa kutumika kwa kanuni za maadili, inasema hivi, naomba niwasomee Watanzania wenzangu. Kanuni hizi za maadili zitatumika katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kuanzia siku moja baada ya tarehe ya uteuzi wa wagombea wa uchaguzi mkuu hadi baada ya kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi huo. Vilevile, kanuni hizi zitatumika katika chaguzi ndogo ndogo. Kanuni hizi zinaanza kutumika siku moja baada ya nini ya uteuzi wa wagombea niambieni, hivi leo nani kateuliwa kuwa mgombea kwa mujibu wa sheria, awe rais, makamu wa rais, hata wa sisi, jinsi ya mambo, zile sarakasi walizofanya kule Dodoma ambazo zinakiuka katiba yao? Hakuna uteuzi umeshafanyika kwa mujibu wa sheria. Hakuna fomu yoyote ya, ya uteuzi wa wagombea ambayo imeshapelekwa kwenye tume ya uchaguzi. Kanuni hizi zinazaje kutumika? Wabunge je, bunge limeshavunjwa kwa sababu inabidi uangalie ibara ya 38 39 ya katiba na mchakato mzima kwamba nafasi ya kiti cha ubunge inakuaje, na, na ibara ya 40 ya katiba. Bunge bado li, liko kazini Bunge halijavunjwa. Kwa hiyo hata uteuzi wa wagombea wa nini wa ubunge haujafanyika. Lakini kairima na wakuu wake wanasema nini, hizi kanuni zinawabana chama. Sasa kanuni zenyewe zinasemaje? twende kwenye moja moja, 1.5 1.5 wajibu wa kusaini na kuthibitisha kuheshimu kanuni za maadili. Kila chama cha siasa na serikali na ya tume ya uhuru ya taifa ya uchaguzi watawajibika kusaini kanuni hizi za maadili. Chama cha siasa ambacho hakitasaini kanuni za maadili kitazuiwa kushiriki katika uchaguzi. Sasa unajiuliza kifungu cha mia sitini na mbili cha sheria ya uchaguzi wa raisi wa bunge na madiwani, akitoa adhabu yoyote kwa kuto kusaini, kinasema kutakuwa na, na penalty. Penalty haiwezi kuwa ni adhabu ya kufanya nini, mtu kufanya nini? Kufungiwa. Na kingine ndugu zangu, nipende kuambia haki haki ya kuchaguliwa kuwa mgombea inatolewa na katiba na mwongozo wa sheria, wa kitu gani kinamnyima mtu kuwa kuwa mgombea kimetajwa na katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Nitapenda niwapitishe katika vifungu mbalimbali mbali vya katiba ambavyo vina vinazungumzia vinazungumzia sifa hizo. Tukienda ibara ya 39 ya, ya katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania inasema mtu hata stahili kuchaguliwa kushika kiti cha, cha, cha, cha, cha, cha raisi wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania isipokuwa tu kama ni raia wa kuzaliwa jamhuri ya muungano kwa mujibu wa sheria ya, ya, ya uraia, ametimiza umri wa miaka 40, ni mwanachama wa, na mgombea aliyependekezwa na chama cha siasa, anazo sifa za kumwezesha kuwa mbunge au mjumbe wa baraza la wawakilishi, na katika kipindi, kitano, kipindi cha miaka mitano kabla ya uchaguzi mkuu, hajawahi kutiwa hatiani katika mahakama yoyote kwa kosa lolote la kukwepa kulipa kodi yoyote ya serikali. Je, kuna shari za kusema saini maadili hapa alipo? Vivyo hivyo tuende kwa wabunge. Wabunge tunapata sifa zao za ugombea ubunge. Kwa za makamu wa rais, tuende ibara ya arobaini na saba ambayo inasema kutakuwa na makamu wa rais ambaye atakuwa ndiye msaidizi mkuu wa rais kuhusu mambo yote ya jamhuri ya muungano kwa ujumla, na, na hususani atamsaidia kufuatilia utekelezaji wa siku hata siku wa mambo ya muungano. Atafanya kazi zote atakazoagizwa na, na rais atafanya kazi zote za rais kama rais hayuko katika kazini au yuko nje ya nchi. Sasa bila kuathiri mtu atateuliwa, nne ibara ya 40 40 na na, na saba kifungu ya bara ndogo ya nne nasema hivi a mtu atate, sorry mtu atateuliwa kugombea au kushika kiti cha makamu wa rais wa jamhuri ya muungano isipokuwa tu kama a ni raia wa kuzaliwa wa jamhuri ya muungano kwa mujibu wa sheria ya uraia, ametimiza umri wa miaka 40, ni mwanachama na mgombea alipendekezwa na chama cha siasa anazo sifa za kumwezesha kuwa mbunge au mjumbe wa baraza la wakilishi katika kipindi cha miaka mitano kabla ya tarehe ya uchaguzi, hajawahi kutiwa hatiani katika mahakama yoyote kwa kosa lolote la kukwepa kulipa kodi yoyote ya serikali. chama akitazuiwa, tano, chama akitazuiwa kumpendekeza mtu yeyote kukuwa mgombea kiti cha makamu wa raisi kwa sababu tu kwamba mtu huyo kwa wakati huo ameshika kiti cha rais wa Zanzibar au kingine. Sasa ambacho hoja ambayo na, naizungumzia hapa ni sharti gani hapa ambalo linasema usiposaini kanuni za maadili kutoka kwenye katiba ambalo linasema kwamba wewe uwezo fanya nini huwezi kuwa mgombea? Tunakwenda katika ibara ya sitini na saba. Ibara ya sitini na saba ni, ni, ni ya msingi sana na naomba niweze ku, ku, ku, ku tunakwenda katika ambayo inazungumzia kwa, kwa, kwa upana wake sifa za, za mgombea wa kiti cha cha, kiti cha, cha, cha, cha, cha, kuwa mbunge na vitu na ambavyo vinamnyima haki mtu kuwa, kuwa mbunge, ibara 67 moja, nasema hivi: bila kuathiri masharti yaliyomo katika ibara hii mtu yeyote atakuwa na, na, na, na sifa za kustahili kuchaguliwa au kuteuliwa kuwa mbunge endapo a, ni raia wa Jamhuri ya Muungano aliyetimiza umri wa miaka ishirini na moja na ambaye anajua kusoma na kuandika katika Kiswahili au Kiingereza; B ni mwanachama na ni mgombea aliyependekezwa na chama cha siasa; C katika kipindi cha miaka mitano kabla ya tarehe ya uchaguzi, hakuwahi kutiwa hatiani katika mahakama yote kwa kosa lolote lile la kukwepa kulipa kodi yote ya serikali a7 mtu hata kuwa na sifa za kustahili kuchaguliwa au kuteuliwa kuwa mbunge ikiwa mtu huyo anao au, au kwa hiari yake amejipatia uraia wa nchi nyingine yote au ikiwa kwa mujibu wa sheria inayotumika katika kati Jamhuri ya Muungano imethibitishwa na rasmi kwamba mtu huyo ana ugonjwa wa akili au ikiwa mtu huyo amehukumiwa na mahakama yote katika Jamhuri ya Muungano na kupewa adhabu ya kifo au ya kufungwa gerezani kwa muda usiozidi miezi sita kwa ku... Una, um, kwa muda unaozidi miezi sita kwa kutwa na hatia ya kosa lolote, vyovyote linavyoitwa linaambatana, na utovu wa uaminifu, au ikiwa katika kipindi cha miaka mitano kabla ya tarehe ya uchaguzi mkuu amepata kuhukumiwa na kupewa adhabu ya kifungo kwa kosa linaloambatana na utovu wa uaminifu au kuvunja sheria ya maadili ya uongozi wa umma sheria ya maadili ya uongozi wa, wa umma e, bila kuingilia haki na uhuru wa mtu wa kuwa na maoni yake kwa atakayo kushiriki na, na wengine na kushiriki shughuli za umma kwa mujibu wa sheria za, za nchi ikiwa mtu huyo si mwanachama na mgombea aliyependekezwa na chama cha siasa. F, ikiwa mtu huyo ana maslahi yote katika mkataba wa, wa serikali au aina yote aliyowekewa miiko maalum kwa mujibu wa sheria tungwa na bunge na iwapo amekiuka miiko hiyo. G, ikiwa mtu huyo ameshika madaraka ya afisa mwandamizi katika utumishi wa, wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania H ikiwa kwa mujibu wa sheria iliyotungwa na bunge inashughulikia makosa yanayohusiana na uchaguzi wa aina yoyote, mtu huyo amezuriwa kujiandikisha kama mpiga kura au kupiga kura katika uchaguzi wa wabunge. Halafu uchaguzi wa, wa wabunge, ibara ya 40 na na ibara 67 ibara ndogo ya pili mtu hataweza kugombea kuwa mbunge kuwakilisha jimbo la, la uchaguzi, katika uchaguzi mkuu wowote ikiwa wakati huo yeye amesimama katika uchaguzi kugombea kiti cha, cha rais, wala hataweza kugombea uchaguzi kuwa mbunge katika uchaguzi mdogo wowote ikiwa yeye ni, ni rais. Na bunge, bunge, sa, sa, bunge limepewa madaraka ya kutunga sheria za ku, kuongoza nini kuongoza uchaguzi. Sasa ibara ya 67, ibara ndogo ya 4 inasema hivi: bunge laweza kutunga sheria kwa ajili ya kuweka masharti itakayomzuia mtu asichaguliwe kuwa mbunge na wa kuhakikisha jimbo la uchaguzi ikiwa mtu huyo ni mwenye madaraka yanayohusiana na shughuli za kuongoza na kusimamia uchaguzi wa wabunge. Mana ya mtu alichaguliwa kwa nani? Kwa kiongozi wa tume ya uchaguzi ya tano. Bunge laweza kutunga sheria kwa, kwa ajili ya kuweka masharti atakayomzuia mtu asichaguliwe kuwa mbunge wa kuwakilisha jimbo la uchaguzi kwa muda wote utakatajwa na Bunge, ili mradi muda huo usizidi miaka mitano, ikiwa mtu huyo atapatikana hatia mbele za, mbele ya mahakama kwa ajili ya aina yoyote ya makosa yatakatajwa takat, ya katika sheria hiyo inahusiana na uchaguzi wa wabunge, makosa ambayo imetajwa na nini na sheria hiyo, kwa mujibu, kwa madhumuni ya kutoa fursa ya kukata rufaa kwa mujibu wa sheria kwa mtu yote alithibitisha rasmi alisibia rasmi kisheria kuwa na ugonjwa wa akili. Kama mtu ana ugonjwa nini wa akili, na kutakuwa na kanuni zinazohusiana na, na, na adhabu za watu kupewa. Ni hoja yetu kwamba kile ambacho kimefanywa kinakiuka katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania. Haki ya kikatiba haiwezi kupokwa. Kwa nini? Kwa kanuni zilizotungwa na nini na tume ya nini ya nini ya uchaguzi. Kwa hiyo tunasema tume imejielekeza vibaya, imefanya hivyo kwa nia ambayo sio sahihi na imekiuka maagizo ya mahakama ya rufaa katika kesi ya mwanasheria mkuu na wenzake wawili dhidi ya Dr. Amani Warid Kaburu. Kwa wale vijana wasiofahamu, Dr. Amani Warid Kaburu ndo mbunge wa kwanza wa upinzani kuchaguliwa katika bunge, kuingia katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na alichaguliwa mjini Kigoma mwaka 1994 na alikuwa ni mwanachama wa Chadema. Alifanyiwa kila aina ya mizengwe na alifanyiwa kampeni ya ajabu ikiwa pamoja na rais, na rais aliyekuwepo wakati huo Rais Ali Hassan Mwinyi, waziri naibu waziri mkuu na waziri wa, wa mambo ya ndani wakati huo Agustino Lyatonga Mrema na wengine wengi. Pamoja na RTD na vyombo vya serikali kutumika na rasilimali za serikali kutumika kufanya nini? Kuendesha kampeni chafu. Lider, Dr. Amani Wadi Kaburu ambaye alikuwa amekuja kufanya nini? Kugombea. Mahakama ya rufaa ilitoa mwongozo kwamba msingi mkubwa wa uchaguzi wa nchi yetu ni uchaguzi huru na wa haki. Kama msingi huo unakiukwa, mahakama ilisema hilo hi tu linatosha kufutilia mbali huo uchaguzi. Ni hoja ya Chadema kwamba yale yaliyotokea mwaka 94, kumekuwa na ajenda ya siri ya serikali ya CCM, na tume ya uchaguzi kufanya nini kumomonyoa msingi wa uchaguzi wa huru na wa haki, na mwisho wa siku tuna kasha la mfumo ambalo limetengenezwa kuhakikisha kwamba chama cha mapinduzi kinabakia madarakani, kama walivyosema, alivyosema e, Steven Wasira, mpaka Yesu atakaporudi. Hujasikia mwenyekiti wa CCM akikana au akikanusha kau kauri hiyo, ujasikia e, tume ya uchaguzi ikimwonya iki Steven Wasira Hujasikia msajili wa vyama vya siasa akimwonya aki, aki Steven Wasira na CCM au kuwataka wajieleze. Wanasemaji wao katika mfumo wa vyama vingi wao watatawala milele, sio kauli za kisiasa, ilikuwa ni kauli zenye lengo la kuhakikisha kwamba wanajua mfumo huu umeshahakikishia ushindi. Sasa tunasema sisi kwamba tume, kwanza kanuni zotungwa azija azijaanza kufanya kazi. Tu, kanuni hizo vilevile hata kwa zenyewe Yaani kanuni zenyewe zinasema zitaanza kutumika siku moja kabla ya nini? Kabla ya siku ya nini? Ya uteuzi wa wagombea na nimeweleza nimu, nimu, kwamba hicho kitu hakijafanyika na kitafanyika tu pale bunge litakapokuwa lifanya nini limevunjwa, wagombea wamekwenda tume ya uchaguzi kufanya nini, kuchukua zile fomu za nini za? Za, za za kugombea na, na, na kuteuliwa rasmi kuwa wagombea na ndio hapo mambo sasa mtu wa, kairima anasimama na akiwa chini ya majaji mwenyekiti wake ambaye ni jaji wa mahakama ya rufaa. Nazungumza haya na mimi nikiwa ni wakili, inanisikitisha sana kwamba usingetegemea makosa kama haya ya kufanyika. Ni mwisho wa siku ni kwamba wapinzani wanakosea, wana, wana CCM katu kamwe haikosei mbele ya tume na mbele ya msajili wa vyama vya nini vya siasa. Sasa hii si sawa msingi mkubwa wa demokrasia katika nchi yetu ni kuwa na, na, na haki ya wananchi kuchagua viongozi wao, na wananchi waamue katika kura kwamba fulani fulani na fulani, mgombea fulani ndio awe kiongozi wetu. Kura ina, kila kura inayopigwa ihesabike, wagombea wote wawe katika uwanja ambao nini umelingana. Hiyo ndio imekuwa ni, ni campaign ya CHADEMA ya no reforms, no election kwa sababu ya mparaganyiko mkubwa wa mfumo wa nini wa uchaguzi ambao tumeushuhudia tokea ule mwaka wa 94 ambao nani, jaji Nyalali na wenzake, jaji mkuu Nyalali na wenzake walitamka, tukategemea kwamba wenye masikio watasikia, hawajasikia. Na mnafahamu kuna kesi nyingine hawa wenzetu wa, wa sisi. Katika kesi ya, ya ambayo inahusiana na masuala ya takrima taasisi mbili, zirik, taasisi tatu zilikwenda mahakamani na kupinga kifungu ambacho kinaruhusu masuala ya takrima. Mahakama kuu ikatamka kwamba kutoa zawadi hiyo iwe tsheti iwe kuwapa watu chakula, siku hizi kuna kufutarisha, kuna nini, yote ni nini, ni matendo ya nini, ya rushwa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 ni kinyume cha katiba na nakiuka msingi mkubwa. Na mahakama ya rufaa mahakama mahakama kuu ilipotamka hivyo, nitaomba nisome kwa Kiingereza kwanza. Hii ni kesi ya mahakama kuu, lakini serikali ilisema kwamba haitaikatia rufaa. Maana yake ilikubaliana na uamuzi wa mahakama kuu, kwa maana huu uamuzi ndio uamuzi, uamuzi, uamuzi, wa mwisho kusana masuala nini ya kutoa eh, kutoa zawadi kufanya matendo ma, ma ambayo nini